Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Uhali gani popote pale ulipo? Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Zikiwa zimekamilika siku 365 za mwaka wa 2025. Sisi tunamshukuru Mungu wa Diocese ya Karagwe tumekusanyika hapa katika Usharika wa Nyakasimbi ndani ya Jimbo la Ihembe. Katika Dayosisi ya Karagwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Dayosisi ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na leo tumekuja kwa ajili ya brother uh, Novath Xavery ambaye anafanya adhimisho lake la shukrani baada ya kupata huduma ama daraja la udiakonia na kuapishwa kuwa shemasi wa kudumu. Labda nikukumbusha safari ilivyokuwa, tulianzia pale Kanisa Kulu Kajange ambapo tulikuwepo tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025, tukiwa wakibarikiwa wachungaji watano na makaka wawili. Baada ya hapo siku iliyofuata tukaelekea Chabalisa kwa mchungaji Esau Kamihanda. Baada ya kutoka pale tukaenda moja kwa moja Kayanga kwa mchungaji Baraka Shubi la Makobore. Tumetoka Kayanga tukaenda kwa mchungaji Venita, huko ni Ilemba, mtaa wa Ilemba uh, usharika wa Mazinga ndani ya jimbo la Bwera Nyange. Baada ya kutoka hapo tumekwenda kwa mchungaji Lightness ambaye anatoka katika jimbo la Lukajange, tukahitimisha wachungaji kwa kwenda katika jimbo la Kituntu kwa mchungaji Julius Venant, na sasa tukaanza kwenda kwa makaka kwa ajili ya adhimisho la shukrani, na tumeanzia kwa kaka Rogers, ambaye yeye ameadhimisha pale mtaa na usharika wa Kasheshe ndani ya jimbo la Ihembe. Leo tunahitimisha bachi ya watu saba waliobarikiwa tarehe 21 kwa kuja huku kwao, na na kaka ama brother mimi ni Mera Bubila, Kashekwa kama nilivyokuambia, afisa habari wa Dayosisi ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ninakupeleka ibadani, na baada ya hapo nitawaleta wote saba kwako. Kila mtu atakuwa na cha kukwambia, karibu sana atakuwepo baba askofu wa Dayosisi ya Karagwe Mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza, na msaidizi wa askofu na watendakazi wengine wa Dayosisi ya Karagwe. Karibu sana Itasimuni. Sifiwe kanisa yeah. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yenu ninyi nyote ambao mmefika mahali hapa kwa ajili ya kuungana na mimi katika siku hii maalum ambayo ilitanguliwa na tarehe ishirini na moja ya mwezi wa kumi na mbili na mwaka huu wa 2025 tukio kubwa la kupata daraja takatifu la udiakonia na kuweza kuitwa rasmi wakaka au wadiakonia au kaka. Bwana Yesu asipiwe. Kanisa, makofi na vigegere tena kwa Bwana. Pili ni shukuru kanisa, hapa tunalo kanisa, sijui ninyi kama mnaliona hapa, tunalo kanisa. Je, ninyi mnaliona kanisa? ukishamuona mkuu wa kanisa yuko hapa, maana kanisa liko hapa leo. Bwana asipiwe, Bwana Yesu asipiwe. Tunalo kanisa na watendakazi wote leo tuko nao kama mnavyoona kwa hiyo na mimi kipekee ninamshukuru Mungu licha ya kwamba kidogo nitaenda nje ya kichwa cha cha cha wiki hii kwa leo, ambao watajaliwa kuendelea na ibada hizi leo. Kipekee kwa mujibu wa kalenda kichwa kinasema, Bwana ametutendea makuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametutendea makuu. Kwa hiyo mnapoona ninaendelea hivi leo, niko pamoja na ninyi kwamba Bwana ametutendea makuu kufika mahali hapa, tufanye mchakato wote mpaka tuweze kufika mahali hapa. Hii yote inaonyesha kwamba ni Bwana ametutendea makuu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, ndugu yeah, zangu katika Kristo, neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba wetu na Bwana wetu Yesu Kristo ziwe nasi sote, amina. Neno la Mungu kimsingi, nililochagua hivi leo, nilikuwa nina ni maneno huwa, Biblia ni neno moja, lakini yamenijia mengi. Lakini Biblia huwa ni neno moja, yamenijia mengi, nashika hili naachia, shika hili naachia na nikamwambia mdiakonia, tusie tukagongana hapo <laughs> kuna mdiakonia ambaye jana tulikuwa tunaadhimisha siku yake, ilienda vizuri. Nikamwambia tusie tukagongana. Sasa hata kama neno ni pana, lakini naomba kujua wewe umechagua oh, lipi. Akaniambia nikasema hatuta tutapishana kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ila kwenye ujumbe ni ule ule, baadaye sasa ni, ni akaja ni, akaniambia yule chagua na na yeye alimjia mengi maneno ya Mungu, hata kama neno moja baadaye akapambana aka hilo lilo li, zidi sasa na mimi hili lizidi. Na baba baba yetu askofu alipo tuzawadia Biblia, nikamwambia rafiki yangu kaka Roger, asina mdiakonia mwenzangu, nikamwambia baba amejuaje? Bali neno alilo liweka mbwa ni ile ya kwangu ndio mdiakonia, akasema songa mbele. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na hili sio neno jingine ni kama ilivyoandikwa katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 25 na mstari wa 40 katika mistari yangu ya moyo mingi nionayo, na huu ni mmoja wapo. Mathayo mtakatifu sura ya 25 na mstari wa 40 nao unasema, na mfalme atajibu akiwaambia, amini na waambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Narudia, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Ndugu zangu kanisa, niseme leo, nimesimama mbele yenu kama mdiakonia. Wakati mwingine nilikuwa kwenye safari za kimisioni, mnafahamu Mm, katika nafasi nyingine, sasa Mungu amenizawadia neema nyingine, katika neema nyingine, leo nimesimama mbele yenu kama mdiakonia nikiwakilisha wito ambao Yesu mwenyewe ameuweka wazi katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 25 na leo mstari wa 40, kama mlivyokwisha kulisikia, ndugu zangu, unaposikia na mfarma atajiba akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wao, ndugu zangu walio dogo mlinitendea mimi. Neno hili ndugu zangu ni zito. Neno hili ni zito, ni la kina, ina upana wake. Hata hivyo linagusa moyo wa injili yenyewe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu anajitambulisha na watu dhaifu. Yesu anajitambulisha na watu dhaifu. Tulifikiri labda Yesu angeweza kujitambulisha na labda maraisi ama labda watoto wa maraisi ama pengine labda watoto wa wabunge labda pengine watoto wa mawaziri, au pengine watoto wa matajiri, watoto wa matajiri, ila akitembea waseme anatembea na watu wenye nazo. Bwana Yesu asifiwe wa kanisa. Lakini neno hili ninasema ni zito na ina upana wake. Yesu anajitambulisha anasema, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio udogo walio wadogo mlinitendea mimi. Hapa tunasema sisi kwa wadiakonia, tunasema kwa sababu Yesu pengine anasema ndugu zangu walio wadogo kwenye somo hili. Wakati mwingine kwenye Biblia Yesu anajitambulisha, anasema a, anasema mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Kumbe ninyi ni ndugu wa Bwana Yesu, makofi kwa Bwana, ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Basi kwa hiyo kama mama yake na ndugu zake ni wao wanaosikia neno la Mungu na kulitii, au na kulishika, au na kulifanya, au na kulitenda. Je, huyo mtu kama ni ndugu yake, kama ni wa kiume utamhitaji? E, ni kaka, sio? maana yake ya yes. Kama ni wa kike utamuita. Sasa kwa sababu ya heshima mnayojua, sasa kwa sa, kaka haitoshi, na aitwa kaka mkuu. Bwana Yesu asifiwe! Sisi kwa kwenye ushirika tuna kaka mkuu na dada mkuu. Bwana asifiwe! Watu wa Mungu, Yesu anajitambulisha na watu dhaifu, munaona muna ufalme wa mbingu ulivyo mkristo. Ni kwambie kitu Mungu hata kupima kwamba wewe ni mwanamaombi mzuri, bali kwa matendo yanayoonekana katika jamii. Mungu hata kupima kwamba wewe kwenye kwaya unaimba vizuri, na kweli ni tiketi moja wapo. Ni sehemu ya tiketi mojawapo, sio tiketi moja kwa moja, ni sehemu ya tiketi moja wapo. Lakini tiketi ni mchakato ni mchakato. Mungu hataweza kupima kwamba ulikuwa unahudhuria kanisani ibadani, e, na sadaka ulikuwa unatoa nyingi, na kutoa ni sehemu ya, ya, ya, ya, ya ufalme wa mbinguni. Msiache kutoa tena, toeni kwa wingi na kwa moyo. Lakini lakini ana mkristo hata pima kwamba yeye ni mwanamaombi mazuri au yeye anafanya fanya vizuri, ama ibadani anaitikia vizuri tu, hilo tu haitatosha bali matendo yake ndiyo yatamfanya aweze kuingia katika jiji lile. Kadiri mlivyo mtendea mmoja wa hawa. Yesu ajasema mtoto wa wa wa, wa, wa, wa mwinjilisti ama wa mchungaji. Wa mchungaji mtanisamee. Yesu ajasema kadiri mlivyo mtendea mtoto wa mchungaji. Kadiri mlivyo mtendea mtoto wa. Labda na mimi baadaye nitaoa. Labda, labda. Labda na mimi baadaye nitaoa aaja aaja asema kadiri mlivyomtendea, lakini hao kadiri mlivyowatendea watu wa makuani, lakini anasema anawacha hao na yeye anajiacha huko, anawatafuta wale walio wanyongi walio wadhaifu, anawaita wale walio wadogo walio ndugu zake, ndugu zake anawaita wale ambao ni wapi sasa? Hawa tunakaa nao kwenye jamii, tunaishi nao wakati mwingine wa tunawanyapa, wananyapaliwa na jamii, hawa ni maskini. Hebu wasikilize, anawasema ani nawambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa ndugu zangu walio wadogo, ndugu zangu walio

E, kwa lakini <gibu mwa> lakini wajane wajane wajane okay. Sasa, kanisa wajane wanavumilia e, wa, <gibu> <yesu asifiwe>, kanisa kanisa sababu hizo na na kama wapo baadhi baadhi wenyewe tunawaweka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hao ndugu zake na Bwana Yesu walio wadogo ni yatima, ni watu wenye ulemavu, ni waliopuuzwa kijamii yani, wanasema they are living as if they are are living if not human beings. Wanahisi kana kwamba wao si viumbe hai yani. Hao, hao, hao, Yesu anawaita ndugu zake. Ndugu zangu ni waliokosa kosa ada karo mashuleni. Wazee wasio na nguvu za kulima. Wafungwa magerezani. Sasa mnajua watu wale wako gerezani, sio kwamba walitenda makosa. Sasa mnaelewa? Eh? Yeah, yeah. Ya, ya hata waliotenda makosa imetuita kwa ajili ya kuwafariji wamuone Kristo, waone utukufu wa Bwana, wa Bwana, waione kesho yao salama. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ndugu zangu, watu wa Mungu, ana nieleze kwa kifupi, diakonia sio kusema Mungu atakusaidia tu, ni kuhusika kuvaa uhalisia wa tatizo lake. Ni kumwona Mkristo hasia, Mkristo akiwa na njaa ukampa chakula, pengine chakula na elimu ya kujikwamua kwa maana ya future yake, ama siku zijazo. Ni kumwona mwanafunzi ana sare ya shule na ukachangia, mkawezesha siku yake ukawezesa maisha yake ya mbele, ukawezesa kesho yake kuwa salama. Kwa kufanya hivyo utakuwa unamtembelea Yesu. Je, yeah, ungependa kumtembelea Yesu? Ungependa kumtembelea Yesu? Yeah. Diakonia ni mahubiri ya kimya yenye sauti kubwa; ni mahubiri ya kimya kimya yenye sauti kubwa. Ni huduma, sio utanguliza shukrani kwa mtendewo. <laughs> Yaani niko kuvuretera Biona, nokutsema tu akusima. Hiyo ah, ah, sio diakonia. Anayepaswa kushukuru ni Bwana Yesu, mkuu wa kanisa, wa kanisa mwanzilishi wa huduma hiyo na utume huu. Bwana Yesu asifiwe, amina. Ndugu zangu, watu wataisoma Injili au wapo watu wanaoisoma Biblia, lakini wengi wengi hawaisomi Biblia. Simnaelewa tangu isoma Biblia imepita muda gani? Na wengine hamna, si sindio? Eh, lakini huko tusiende, tusiende, mtaniambia wewe ndio mdiakonia, atupeni huko tusiende. Wapo watu wasio isoma Biblia lakini wanaisoma diakonia ya kanisa, kanisa inayotoa diakonia, ujumbe wako unaaminiwa na wengi. Mfano, mtu wa dini nyingine akisaidiwa na kanisa, mfano la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania, anasema kwa kutamka ama kwa kusema kimoyo moyo, kama Yesu wenu yuko hivi, basi ni kweli. Bwana Yesu asifiwe, kanisa Bwana Yesu asifiwe kanisa. Huduma hii ya diakonia ni wito wa kila msharika, si kazi ya kamati pekee. Na hapo tunasema labda Mungu atatujalia kufika kwenye msharika, sharika, huko wachungaji mtushasema, kwenye itikio mtu pekee, labda tutafika kwenye huko kuangalia, kuangalia kamati zimekaaje pia E, kwenye kwenye kamati ya diakonia tunasema uh, hatutaki kamati bubu, bali kamati tendaji. Unakuta mwingine hata hata kama yeye ni kamati ya diakonia anasema walikuwa amenichagua kuwa nani anaonyisha jisahau. Kwa hiyo tunateka kamati tendaji ya diakonia ambao tutaweza kutenda kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe Kanisa inalotoa huduma hii ya diakonia inaaminiwa na wengi. Mfano, mtu wa dini nyingine akisaidiwa na kanisa atasema hapa kuna Bwana. Diakonia ni wito wa kila msharika, si kazi ya kamati pekee. Labda niseme, watu wote hawawezi kuwa wachungaji, ni kweli sio kweli? Watu wote hawawezi kuwa wainjilisti, ni kweli sio kweli? Ila watu wote wanaitwa kwa diakonia, makofi na vigeregere kwa Bwana. Kwa nini nasema hivi? Kwa nasema hivi wanaitwa watu wote kwa wadiakonia, kwa sababu haya makundi wataja watu ambao wanawataja kwa wadogo. So nakaa kwenye jamii, si mnakaa nao, tunakaa nao. Kwa hiyo ukafanya hiyo wewe, utakuwa umeonyesha spiritual ile utu wa ndani wa diakonia, hata kama hautaitwa mdiakonia rasmi, kwa sababu wadiakonia ni taaluma. Wapo ambao wakina Rogers na Novath wao watakuwa ni wadiakonia viongozi, lakini na wewe utakuwa sehemu ya mdiakonia. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nikuache na maswali haya. Yesu anaposema mlipolisha, mlipotembelewa na chochote, mlipomjali, mlipomtembelea yule wa chini, mlimtembelea yeye, mmemtendea Yesu. Diakonia ya Yesu akitembea kwa miguu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe tena. Jiulize ni nani aliye mdogo katika jamii unayoishi? Nikuache na maswali haya, jiulize ni nani aliye mdogo katika jamii unayoishi? Je, ninyi mnaishi na wakubwa wakubwa tu? Haya makundi walio wadogo wataja ataja nao. Atuishi eh? Je, nimemuhudumia Yesu kupitia yeye? Jiulize, je wewe umemhudumia Yesu kupitia yeye, huyo mtu ambaye ni, ni kundi dogo. Wapendwa, fungueni macho yenu, fungueni mioyo yenu, fungueni mikono yenu kwa wahitaji, tuweze kuvuna ama muweze kuvuna baraka kwa za Bwana kupitia mlango huu. Neno la Mungu Wafuatiliaji, na mtazamaji wa chaneli yetu ya ELCT Karagwe Dayosisi, tayari niko na wabarikiwa wote saba ambao walibarikiwa pale tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 pale kanisa kuu Kajange, na kila mtu ana neno lake la kukwambia wewe mimi. Ni Mera Bubirakashe, afisa habari wa Dayosisi ya Karagwe ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Nitakuwa nyuma ya kamera, lakini nawaacha hapa wabarikiwa, ili waweze kukwambia kila ambacho wanatamani, ukisikia kutoka kwao. Karibu mchungaji ni Mchungaji Esau Elastro Kamianda wa Jimbo la Bwela Nyange. Ninamshukuru Mungu kwa kubalikiwa kuwa mchungaji, lakini pia mshukuru Mungu kwa ibada ya shukulani iliyofanyika tarehe ya ishirini na mbili na zaidi ya yote kumwomba Mungu aendelee kutuongoza ili tukaitende kazi yake kwa uaminifu. Asante sana, na Mungu awabariki sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Mimi majina yangu naitwa mchungaji Baraka Shubira kutokea Jimbo la Rukajange Diocese ya Karagwe. Nilikuwa na ibada ya shukurani tarehe 23 mwezi wa 12 baada ya kubarikiwa kuwa mchungaji tarehe 21. Namshukuru Mungu sana kwamba leo tumepata nafasi ya kuhitimisha sherehe zetu na ibada zetu za shukurani mahali hapa siku ya leo. Asante sana kwa maombi yenu na Mungu awabariki sana. Naitwa mchungaji Rightness ya Simwe. Nazariwa jimbo la Rukajange. Kwa kweli kipekee nimshukuru Mungu kwa wema wake kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi tangu siku ya tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili ambavyo tumebarikiwa kanisa kuu kuwa wachungaji lakini pia na wadiakonia. Ni shukuru sana uongozi wa dayosisi pamoja na washirika wote ambao walituombea sana. Mungu awabariki sana. Majina ni Venita Nyangoma Silveri, mchungaji kutoka jimbo la BweraNyange. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ambaye amenipa kibali cha kuwa mchungaji na kuwa nimefanikiwa kuwa na ibada ya shukurani iliyofanyika tarehe ishirini na nane mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nilishukuru kanisa, niwashukuru ndugu jamaa na marafiki pamoja na wazazi, nami na naahidi kwamba naenda kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Mimi mchungaji Julius Venanti, anayezaliwa katika jimbo la Kitutu Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya yote na kipekee kwa ajili ya ubarikio uliofanyika tarehe ishirini na moja katika kanisa kuu la Lukajange na baadaye kufanya ibada ya shukurani hapo nyumbani jimbo la Kituntu tarehe ishirini na tisa. Nashukuru wazazi na uongozi wa, wa kanisa na jamii yote kwa ujumla kwa jinsi walivyoniwezesha kufanikiwa na kufanikisha yote. Zaidi ya yote namwomba Mungu anisaidie neema hii niliyoipata ya kuwa mchungaji nitumie sawasawa na mapenzi yake. Asanteni sana. Naitwa Mdiakonia Rogers Herman Leonard, ni mdiakonia kutoka jimbo la Ihembe, usharika wa Kasheshe, dayosisi hii yetu ya Karagwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu kwangu. Um, nimeweza kubarikiwa tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 na ameniwezesha kufanya azimisho la ibada ya shukrani ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo amenifanyia tarehe 30 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Nishukuru kipekee dayosisi yetu ya Karagwe inayoongozwa na Mheshimiwa Baba Askofu Dr Benson Kalika wa Bagonza kwa kuona umuhimu wa kuwepo kwa huduma hii ya udiakonia sisi ndio udiakonia wa kwanza. Tunamwomba Mungu sana atusaidie tuweze kufanya huduma hii kwa uaminifu tukamtumikia Mungu siku zote. Asante sana. Ninaitwa Mdiakonia Novath Xavery Gabriel, mdiakonia ambaye nimebarikiwa tarehe 21 mwezi wa 12 na mwaka 2025 katika makao ya dayosisi Lukajange, lakini pia inatumika katika kituo cha kwenda nyumba ya vijana. Lakini pamoja na hiyo, leo nimekuwa na adhimisho la kumshukuru Mungu nikiwa na ibada ya shukurani hapa nyumbani. Mungu ninakushukuru kwa kutujalia watu wamefika kwa wingi, lakini utuwezeshe kuifanya kazi yako ili uweze kujitolea utukufu, tufanye kama walivyofanya kina Stefano, Filipo, Timoni, Nikanori, Pamena, Nikolasi of Antiokia, yani mwongofu wa Antiokia, ili uweze kujitwalia utukufu Kristo Yesu Bwana Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Benson Bagonza wa KKKT Diocese ya Karagwe. Leo tunahitimisha mizunguko ya kuwapeleka wabarikiwa wetu wachungaji watano na madiakoni wawili wa kiume nyumbani kwao, nyumbani kwao, ili waweze kutambulisha, waweze kutambulisha utume unao waliokabidhiwa tangu tarehe 21 mwezi huu mwaka wa 2025. Na napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ratiba nzima jinsi ilivyokwenda mpaka mwisho. Na leo tuko katika usharika wa Nyakasimbi mtaa wa Nyakasimbi ambako anazaliwa e, Diakonia e, Novath Xavery kama mlivyojionea katika mizunguko, wabarikiwa wanatambulisha utume nyumbani kwao walikozaliwa, na hili ni jambo la kihistoria. Pamoja na kwamba mtume akubariki nyumbani kwao, lakini linaleta baraka endapo mbarikiwa anafika nyumbani kwao na kutambulisha kila alichokabidhiwa na anachokwenda kufanya. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya vijana hawa saba walioitwa na Mungu, awabariki wanapoingia katika huduma hii teule. Bwana Yesu asifiwe, asanteni sana. ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.